Wanadiplomasia kutoka nchi ishirini wanakutana mjini Vienna leo kwa mazungumzo mapya ya kutafutia usuluhisho mzozo wa Syria. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier amesema mazungumzo yanalenga kusitisha mapigano na kufungua njia za kupitisha misaada. Usalama umeimarishwa Hong Kong huku mwenyekiti wa bunge la China Zhang Dejiang akianza ziara ya siku tatu nchini humo. Maafisa wanatarajia maandamano kutokana na kutoridhika kwa raia wa nchi hiyo na uongozi wa China. <muchilio> Rais wa Ukraine Petro Poroshenko amemtunza kwa medali mwanamuziki Jamala kwa kushinda mashindano ya uimbaji ya Ulaya Eurovision. Wimbo wa Jamala unazungumzia kuhamishwa kwa watu wa jamii ya Tatars kutoka rasi ya Crimea wakati wa vita. <muchilio> Polisi nchini Kenya wametumia mabomu ya kutoa machozi na kuwapiga kwa marungu waandamanaji, wakijaribu kuwatawanya kutoka ofisi za tume ya uchaguzi wanayotaka itanguliwe. Waziri mkuu wa zamani Raila Odinga anataka kuteuliwe makamishna wapya wa tume hiyo kabla uchaguzi mwaka ujao. Na kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye amehamishwa katika jela yenye ulinzi mkali ya Luzira mjini Kampala baada ya kushitakiwa kwa uhaini. Besigye aliapishwa kama rais wa Uganda siku moja kabla ya kuapishwa rasmi Rais Yoweri Museveni kwa muhula wa tano.